Hivi ndo vyakula ambavyo unatakiwa kutumia kama una changamoto ya fangasi ukeni. Na pamoja, tumia parachichi. Avokado ni nzuri sana, lina mafuta ambayo yanaongeza kinga kwenye mwili wako. Lakini namba mbili, usisahau kutumia maziwa ya mtindi. Nimekuwa nikiwaambieni wanawake ambao wana fangasi ukeni una miwasho, hakikisha usikose maziwa ya mtindi. Ni mazuri sana, yanasaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini namba tatu, hakikisha uh, unatumia uh, unatumia tunasema zile mboga za majani ambazo ni za kijani, kwa mfano spinach, uh, sukuma wiki, hizi ni nzuri sana, zimekuwa zikisaidia wanawake wengi kuondokana na changamoto ya uh, fangasi. Namba tatu hakikisha unatumia maji ya kutosha, kunywa maji ya kutosha. Usinywe maji pale tu unapohisi kiu, kunywa maji mara kwa mara, yanasaidia kuondoa fangasi ukeni. Lakini pia tunasema uh, nafaka zisizosindikwa, zile ambazo tunasema ni ni mchele wa brown, lakini pia mkate wa brown utumie, utumie utakusaidia. Lakini mwisho